Nimefurahi makamu mwenyekiti, kuona ya kwamba mmelipa kipaumbele swala hili la kuhakikisha waandishi wa habari wa mkoa wa Dodoma wao wanakuwa tofauti na maeneo mengine, mnawajengea uwezo, aina ya reporting iweje, na hata maadili katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari, moja ya mambo muhimu ambayo naamini mtakwenda kuyapata siku ya leo ni usahihi wa utoaji wa taarifa inayozingatia maadili. Hili ni jambo kubwa na muhimu sana kipindi cha uchaguzi, usahihi wa taarifa. Taarifa yoyote ambayo itakuwa haina haina ukweli na ambayo haibebi maudhui yaliyokusudiwa, kwa udogo wake, ina uwezo wa kusababisha hata uvunjifu wa amani. Hivyo ni waombe tuendelee kuzingatia maadili tusimame katika taaluma yetu, tufanye kazi hii kwa usawa, bila upendeleo, kila mtu apate anacho kistahili. Waandishi wa habari, mna mchango mkubwa sana katika kuufanya umma ufanye maamuzi sahihi, ni kiongozi gani anawafaa kwa ajili ya kuwaongoza katika eneo lao, katika jimbo au nchi kwa ujumla. Ujumbe wenu ni ujumbe ambao unapokewa kwa haraka zaidi, na kuna wakati huwa wanasema muhimili huu ni kama muhimili wa nne ukiacha bunge, mahakama na serikali. Mna nafasi kubwa sana, niwaombe, tuzingatie maadili wakati wa kutoa taarifa za uchaguzi, tusizifanye bila upendeleo, tusiingize hisia zetu binafsi. Kuna mtu anampenda tu mgombea kwa mapenzi yake yeye ukiangalia reporting yake anakuambia amepokewa na mafuriko ya watu lakini picha zikionekana watu wazidi hamsini. Muda mwingine ile haitujengei heshima, unaweka mapenzi yako mbele kuliko uhalisia. Twendeni tukaripoti mambo yote ambayo hapo katika uhalisia wake, na tuwasaidie wananchi wa Tanzania kufanya maamuzi sahihi. Sisi kwetu tuna tunawajibu kama wanajamii kuhakikisha tunatoa taarifa sahihi ambazo inazingatia maadili lakini mwisho wa siku pia tuwe sehemu ya kuwahamasisha Watanzania kutumia haki yao ya kimsingi ya kuchagua viongozi. Hii ndo haki ambayo Mtanzania amepewa kwa mujibu wa katiba kumweka kiongozi anayemtaka. Watanzania lazima washiriki kwenye uchaguzi, wakafanye maamuzi ya kuwachagua viongozi wanaowataka. Sisi wanahabari tuwasaidie kuwahabarisha Watanzania wajue umuhimu wa uchaguzi kwamba ni miaka mingine mitano. Usipofanya wewe, kuna watu watafanya kwa niaba yako, na mwisho wa siku tutajenga kizazi cha watu ambao wanapenda kulalamika pasipo wao kutimiza wajibu wao. Ninyi waandishi wa habari, mnao nafasi ya kuufanya umma wa Tanzania wakaelewa maana na umuhimu wa uchaguzi mkuu na hivyo kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi huu. La mwisho Niwaombe waandishi wa habari wa mkoa wa Dodoma tusaidie jamii yetu hasa ya mkoa wa Dodoma katika kupata taarifa sahihi za changamoto walizonazo na ahadi za wagombea kutatua changamoto zao. Hivi sasa nataka niwachane kidogo, hivi sasa sijaona sana mkifanya hivyo, kwa maana ya reporting na naziona katika katika maeneo machache machache sana lakini sijaona kama ilivyokuwa mwaka 2020 reporting ile hethi kabisa ya, ya kila maeneo mimi, niwaombe tuwasaidie wana wanadodoma kwa ajili ya kuwapa taarifa sahihi ya maamuzi ya nani waende kumchagua, sio tu kwa Dodoma, lakini pia na kwa Tanzania kwa ujumla, kwa maana kiongozi wa juu